Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Nimesoma kadiri ya waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya tatu aya ya 24 hadi aya ya 25. Tunaposikia visa kadha wa kadha vya harakati za ukombozi katika nchi kadhaa, tunashuhudia kuna watu ambao wanapoteza maisha yao, wanamwaga damu zao kwa gharama ya wale wanaowazunguka ama kwa gharama ya nchi zao, kwa gharama ya Ukristo wao ama kwa gharama ya uzalendo wao, kwa kile wanachokiamini, kile wanachokifuata, kile wanachokilinda na mwishoni kabisa kwa ile nguvu wanayoitumikia. Hapa Tanzania kuna visa kadha wa kadha, mathalan vya mashujaa wa mapambano ya ukombozi katika maeneo mbalimbali. Unaweza kuwataja kwa majina, lakini ni wengi mno wa kutosha walioandikwa na wengine hawakuandikwa. Nitolee kisa cha mtu mmoja ambaye si wa hapa Tanzania. Sasa hivi ni Mtakatifu Oscar Romero ambaye kwa kuthamini Ukristo wake kwa kumthamini Kristo anayemtumikia kwa kuthamini wa Kristo aliyokuwa na waongoza, baba askofu huyu alikuwa tayari kujitoa muhanga, na damu yake ilichanganyika na damu ya Kristo, maana alipigwa risasi alipokuwa anainua kikombe cha damu takatifu ya Yesu. Na katika mauti hayo aliyokufa, aliweza kuenzi na kuistamiliza nguvu ya Ukristo katika nchi yake pendwa. Leo Alhamisi Kuu Kristo anatupatia nguvu ya damu yake ambayo inakuwa ni kipatanisho chetu sisi wengi, na nguvu ya huruma ya Mungu ni namna ya kutualika mimi na wewe kuji sadaka kutoa sadaka zetu pia kwa ajili ya fidia ya wengi wanaotuzunguka, tuliopata kukutana nao, lakini hata ambao hatujawahi kukutana nao. Askofu Oscar Romero alifanya kwa ajili ya watu wa nchi yake, Mababu zetu katika maeneo yetu mbalimbali walifanya kwa ajili ya sisi vizazi na vizazi, leo hata tumepata uhuru na hata tumepata kuthaminika mbele ya uso wa ulimwengu. Wewe unafanya nini kwa ajili ya kuleta uhuru dhidi ya vifungo vya ibilisi kwa watu wako? Unafanya nini katika juma hili kuu ili kuleta thamani ya maisha yako na thamani ya wale wanaokuzunguka? Mungu mwenye huruma anatuongoza katika safari hii ya mapambano. Tunapata ujasiri tunaposema, Yesu nakutumainia.